Sina shaka kuwa kuteuliwa kwenu kunatokana na ujuzi, uwezo na weledi ulionao katika kuendesha majukumu ya kitaifa, likiwemo zoezi la uboreshaji wa daftari la kupiga wapiga kura awamu ya kwanza, ikiwa ni maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ishirini na tano. Ni madhumuni yangu awezeshwa na kukumbushwa mfumo wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura VRS. Mafunzo haya yatafanyika kwa nadharia na vitendo, ambapo yatahusisha ujazaji wa fomu mbalimbali, matumizi ya mfumo wa kuandikisha wapiga kura, voters registration system VRS, pamoja na online voters registration system OVRS, pamoja na kupata uelewa wa kina kwa kutumia kwa ufasaha vifaa vitakavyotumika katika zoezi hili. Mtambue kuwa baadaye ndiye ndiyo mtakaohusika katika uandikishaji wa piga kura vituoni, hivyo ni vema mkawa makini mfuzo, na kuzingatia mafunzo yatakayotolewa na wakufunzi katika semina hii ili kufanikisha zoezi hili kwa ufanisi. Ni kweli usiopingika kuwa ninyi wote nishiriki katika shughuli za tume ikiwemo hii ya uboreshaji wa daftari awamu ya kwanza. Kwa kufudia uzoefu huo na mafunzo mtakayopatiwa, ninatarajia mtafanya kazi kwa weledi, bidii na moyo wa kujituma ili kufanikisha zoezi hili kwa mafanikio makubwa sana. Aidha, mawakala Jambo hili ni muhimu kwa kuwa litaleta uwazi katika zoezi zima, lakini pia mawakala hao watasaidia kutambua piga kula maeneo husika, hivyo kupunguza kutokea kwa vurugu zisizokuwa za lazima.